Tarehe 29 ya mwezi wa tano, mwaka 2025 ni siku ya maandalizi, ni kikao cha utangulizi kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano mkubwa unaohusu masuala ya intaneti bara la Afrika. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tumeweza ku host mkutano huu na siku ya leo zaidi Uh, nimeweza kufanya mkutano wa awali, kwa sababu kesho, siku ya ufunguzi, tutakuwa na mheshimiwa naibu waziri mkuu Dr. Doto Biteko akiwa na waziri wetu Jerry Sla, katika kuhakikisha masuala mazima ya intaneti barani Afrika yanakwenda kujadiliwa kwa mapana yake kwa mustakabali mzima wa taifa letu la Tanzania, kuweza kushiriki na nchi nyingine za Afrika na kujiona tuko kwenye nafasi ipi kuona kwamba jamii yetu inaendelea kupata uelewa wa masuala mazima ya intaneti. Uh, kwa hiyo tumeweza kuongea pamoja na wabunge zaidi ya 40 ambao wametoka nchi mbalimbali za Afrika na wabunge wamekuwa na majadiliano mazuri sana, tumeweza kupeana uh, sintofahamu ambazo zinajitokeza katika matumizi ya data kwa maana ya intaneti faida na hasara zake kwa sisi wanasiasa, lakini vilevile vile, kwa kila nchi imeweza kushiriki namna ambavyo imeweza ku, kujiengage kwenye masuala mazima ya matumizi sahihi ya data, lakini vilevile sintofahamu zinazojitokeza kwenye matumizi ya data. Lakini tumeweza kuona mkutano wa pili ambao nimeweza kufanya nao ni vijana. Kwa hiyo vijana tumewashirikisha moja kwa moja, kama mnavyofahamu ndani ya wizara yetu tunaendeleza vijana sana, tunaibua vipaji, tunaruhusu hata watoto wa shule za msingi watoto wa sekondari. Tumeweza kujionea uh, mashindano mbalimbali yaliyokuwa yakifanywa na wenzetu wa TCRA ICT ni girls, hata watoto wa kike pia wadogo wa shule za msingi na sekondari tunaweza kuwashirikisha, lakini tulienda mbali zaidi, tunajenga vituo vya kukuza bunifu ambavyo vinaendelezwa na Tume ya Tehama nchini na kwa sasa hivi tayari tuna vituo nane vinavyojengwa kwenye mikoa mbalimbali. Kwa hiyo tunavyoshirikisha vijana kama hawa kwenye mkutano huu ni kwa sababu tunaamini vijana ndio watumiaji wakubwa wa data, internet. Wao ndio wanaoshinda zaidi mitandaoni. Kwa hiyo msipowashirikisha wao watakuwa wanawaza mambo yao na nyinyi huku viongozi mnawaza mambo yenu, mwisho wa siku mnakuja kugongana Mwisho wa siku vijana badala ya kutumia vizuri, matumizi sahihi ya intaneti kwa ajili labda ya kujifunza, ya kujielimisha, ya kuburudika lakini vilevile vile kujiongezea maarifa sehemu mbalimbali mbali, na namna gani ya kushirikiana na nchi mbalimbali, wakaenda sasa kushinda kwenye mitandao, wakatumika vibaya na kuleta taswira ambayo sio sahihi na wakati mwingine hata kufanya kuleta uh, misi communications ambazo hazifai kwenye jamii, na vijana ndio ambao tunawalea sasa wafahamu mila, desturi, tamaduni zetu. Kwa hiyo hata wakienda huko kwenye mitandao, kwa sababu it is borderless, haina mipaka mitandao haina mipaka. Kijana akishaingia kwenye intaneti hakuna mpaka. Kwa hiyo ni sisi kutoa elimu kwa vijana wetu, kuhakikisha wanatumia vizuri hii mitandao, wasifanye vitu ambavyo havifai na wasitumike vibaya, na vile vile kuongezea uzalendo, waweze kuilinda nchi, kuiongea vizuri nchi kwa, sal, kwa lengo la kukuza uchumi wa taifa, kwa sababu kupitia mitandao Uh, uchumi pia unakuwa kwa kasi. Uh, kama tulivyosikia katika majadiliano tumeongelea zaidi namna wanawake tumekuwa tukidhalilishwa hasa nyakati hizi kama Tanzania tunapoelekea kwenye chaguzi. Watu badala ya kutumia wale viongozi walioko madarakani ama wanaogombea kupeleka angalau kufahamu CV zao, huyu mtu tuna anagombea anatufaa mtu, utamjua anafaa, soma CV yake uh, angalau kufahamu background yake ili kuona, je, anaweza kufikisha yale matarajio yenu. Lakini uh, sisi kama serikali tuko imara kupitia uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. TCRA, lakini kama wizara imejipanga vizuri, tutadhibiti wale wote ambao watatumia vibaya mitandao sheria itafuata mkondo wake, hivyo ni wasihi sana hasa hili kundi la vijana ambalo nimetoka kuongea nalo hapo waweze kutumika vizuri. Tuna mambo mazuri sana ambayo yamefanywa na viongozi wetu, lakini vile vile hata wagombea wapya ambao wanataraji kuwa nao viongozi kesho. Kwa majina naitwa mhandisi Leo Magomba, mkurugenzi wa miundombinu kutoka wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Leo tuko mahali hapa ikiwa siku yetu ya utangulizi wa mkutano wetu mkubwa wa usimamizi wa internet. Na katika jambo ambalo linaendelea siku ya leo ni kipindi maalum kwa ajili ya vijana. Zipo fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye mtandao kwa vijana, wako mahali hapa kwa ajili ya kuangalia fursa hizo ambazo wao wanaweza kuzitumia kwenye mtandao kwa ajili ya maendeleo yao ya kiuchumi pamoja na ya kijamii. Mtandao unatumika katika matumizi mengi sana, unaweza kutumia mtandao kwa ajili ya afya unaweza kutumia mtandao kwa ajili ya elimu, unaweza kutumia mtandao kwa ajili ya serikali, kuna mtandao kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo zipo fursa mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya mtandao internet, ambazo vijana sasa wanajaribu kuziangalia. Lakini kutokana na teknolojia sasa zile ambazo zinafanya kazi ndani ya mtandao, yapo maeneo mengi ambayo vijana, kutokana na ubunifu walionao, wanaweza wanaweza wakatumia, wakatumia zile bidhaa za kimtandao na wakazitengeneza masoko na kutangaza bidhaa zao kwa kutumia njia ya internet. Kuna fursa zinapatikana ndani ya Instagram, kuna fursa zipo ndani ya YouTube, kuna fursa zipo ndani ya mitandao tofauti tofauti. Kwa hiyo, kutokana na bidhaa wanazotengeneza, tunaita IT products, wanaweza kutumia wakazitangaza na wakapata masoko kwa sababu mkutano huu unahusiana na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali duniani. Hapo mataifa mbalimbali yako mali hapa. Vijana wanatumia fursa hii kwa ajili ya, ya kutangaza, kujitangaza wao wenyewe. Ni kitu gani ambao wanaweza wakafanya kwa ajili ya vijana wengine na katika Afrika nzima, ili waweze kukitoa na kuipeleka huko duniani. Kwao ni fursa ya muhimu sana ambayo ninaelewa. Hapa kwanzia kesho, tutakuwa ndo mwanzo wa mkutano wetu, tutafunguliwa rasmi kesho. Uh, utakuwa na kipindi maalum cha waheshimiwa mawaziri ambao watazungumzia fursa zilizopo kwenye uchumi wa kidijitali kwa ujumla. Baada ya hapo, tutakuwa na panel discussion mbalimbali mbali. Zipotoki mbalimbali usalama mtandao akiliunde na mambo mengine, mashirikiano na vitu mbalimbali, kwa ni muhimu watu wakaja kesho wakasikiliza, wakajifunza, lakini pia wale ambao wanataka kutangaza bidhaa zao za kidigitali ni muhimu sana wakatokeza kesho, ili waweze kujielezea na kueleza wengine fursa walizonazo, wapate soko hilo. Naitwa Happiness Priscilla Shirima ni mwanafunzi wa computer engineering Chuo cha Teknolojia cha Dar es Salaam, DIT, na leo nimepata nafasi ya kuhudhuria mkutano mkuu wa African Internet Governance Forum for youth ambapo tume, sisi kama vijana sio tu kwa Tanzania pia kwa vijana kutoka sehemu mbalimbali za Afrika tumepata nafasi ya kukutana na kujifunza mambo mbalimbali ambayo sisi kama vijana inabidi tuwe nayo, tujifunze na tuendeleze, kidigitali tuifanye sio tu Tanzania bali Afrika nzima kuwa kama sehemu ya kidigitali. Pia tumepata nafasi ya kukutana na watu mbalimbali ambao wao tayari washafikia sehemu ya juu katika nchi yetu na tumeweza kuongea nao, wameweza kuweza kutueleza mambo mbalimbali ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama vijana kuweza kuongeza nguvu kazi katika taifa letu au Afrika kwa ujumla katika upande wa teknolojia. Manufaa atakayoyapata ni kama fursa kama vile kukutana na watu ambao tayari wapo sehemu za juu, pia kujifunza mengi na kuinteract na watu wa nchi za tofauti hapa Afrika na kujua kushare nao experience katika namna ya kukuza teknolojia katika nchi yetu. Jina yangu ni Stanley Liza, natoka chuo cha usafirishaji cha Tanzania NIT. Um, katika vijana ambao umebahatika kuhudhuria mkutano mkubwa wa internet na utawala wa internet, Internet Governance Forum 2025 nimekuwa mmoja hapo. Um, tuna, tunapata mafunzo ambayo ni, ni fursa kulinganisha kuanzia elfu mbili na kumi na tano ni miaka kumi iliyopita kwa tunasema kwamba Afrika ni ndoto, yani ilikuwa kama ni ndoto kuja kufikia ma, mapinduzi yani ya kiteknolojia, lakini kwa sasa hivi sio mapinduzi tena wala sio ndoto tena, ni kwamba tunayaishi hayo mapinduzi.